Na mambo vipi, mwanafamilia Mwaki Sports? Karibu sana katika segment hii ya kimichezo tupate Kujadili kwa kina juu ya mchezo wa jana wa Afcon ambao uliokutanisha timu ya taifa ya Morocco, timu mwenyeji hii kwa mashindano haya mwaka huu wa 2025 2026, dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Mchezo ambao ulikuwa ni mkali sana, ni mchezo ambao ulikuwa umevutia uh, mashabiki na watazamaji wengi sana ndani ya Afrika, lakini pia duniani kote, kutokana na ubora wa Morocco, lakini pia kutokana na performance ambayo timu ya taifa ya Tanzania imeionyesha sasa. Hiyo haikuwa story kubwa sana, kwa sababu kwa hivi siku za karibuni tumeona kuna mabadiliko makubwa sana katika uchezaji timu ya taifa Tanzania, ubora umekuwa ni mkubwa sana Lakini pia tumeona wachezaji wakiwa wanajituma, wanajaribu kutengeneza nafasi, lakini pia katika upande wa ulinzi wamekuwa wako fresh sana. Jambo ambalo limekuja kuleta mtafaruku ni kutokana na maamuzi ya aliyekuwa mwamuzi wa mchezo huo bwana Traule kutoka kule nchini Mali, ambaye ndiye alikabidhiwa dhamana ya kusimamia uh, sheria kumi na saba za mpira wa miguu kwa dakika zote tisini uh, za mchezo huo, jambo ambalo uh, wengi wamelaumu na kuonyesha kwamba uh, bwana Traule ameshindwa kabisa kusimamia kwa haki uh, mchezo huo. Sasa bwana uh, shirikisho la soka barani Afrika CAF na leo hii wameamka na maelezo marefu sana lakini pia taarifa ambayo inakwenda kwa umma kuhusiana na kile ambacho kimefanywa na refli wa mchezo wa jana kati ya timu ya taifa ya Morocco dhidi ya Tanzania Taifa Stars. Katika taarifa yao, shirikisho la soka barani Afrika limetoa uh, maamuzi kadhaa, lakini pia limetoa taarifa ya kwamba wamefuatilia kwa kina kupitia wataalamu wao ambao walikuwa wakifuatilia video assistance kwa maana ya VAR lakini pia wamefikia maamuzi ya kumsimamisha kwa muda refali Bwana Traule kutoka nchini Mali kutokana na kukiuka uh, zile sheria kumi na saba za soka ambazo zinaeleza kutenda haki lakini pia kusimamia yale yote ambayo uh, shirikisho hilo limekuwa likiyataka. Sasa um, kwa taarifa yao CAF wamesema kwamba Uamuzi huo umefikiwa kutokana na kubaini kwamba refali huyo kweli kuna baadhi ya maeneo amekuwa hatendei haki na hivyo kuwanyima haki ya msingi timu taifa ya Tanzania, jambo ambalo pengine limepelekea hata uh, kushindwa kusonga katika hatua inayofuata kutokana na kunyimwa baadhi ya maamuzi. Moja ya maamuzi ambayo wametolea ufafanuzi ni pamoja na uh, tukio la Idi Nado kusukumwa ndani ya kumi na nane, lakini uh, refali huyo uza hata kuenda kuangalia VAR, jambo ambalo limeonyesha ni wazi kwamba alikuwa uh, tayari pengine ana maelekezo mkononi. So kutokana na kushindwa kusimamia uh, sheria hizo kumi na saba ameweza uh, uh, CAF imeweza kuelekeza kusimamishwa kwa refali huyo kwa muda wa miaka mitano ambayo um, hatoshiriki katika michuano yote ambayo iko chini ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kama uh, AFCON, CHAN pamoja na michuano ya ligi ya mabingwa na shirikisho ambayo inajumuisha vilabu vyote Afrika. Una mwani gani kuhusiana na maamuzi yaliyofanywa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa kufuatia kuto tendewa haki kwa timu taifa ya Tanzania siku ya jana? Maoni yako ni muhimu sana, tuandikie kwenye comment section, subscribe na kushare like, video zetu kwa zile updates zote kali, utaipata kupitia hapa ndani ya Mwaki Sports. Hadi wakati mwingine, kwa sasa nakuaga bye bye, tukutane next video. Thank you so much.